Jijini dar es Salaam. Habari za asubuhi, jamhuri ya muungano wa Tanzania. Karibuni tena. Leo ni siku ya kipekee kabisa. Tunaendelea na taratibu za mikutano ya waheshimiwa mawaziri kuelezea mafanikio ya wizara zao katika kipindi cha miaka minne, lakini na kutoa uelekeo baada ya miaka hii minne. Na leo kama nilivyoeleza awali kwamba ni siku muhimu tumezoea kufanyia katika ukumbi wa idara ya habari maelezo pale jijini Dodoma, lakini leo mheshimiwa waziri mwenye dhamana amekuja, ameona inafaa zaidi tuje tufanyia katika eneo ambalo lina mafanikio na kuweka historia ya nchi yetu. Mbele yenu leo ninamkaribisha Mheshimiwa Abdallah Ulega, waziri wa ujenzi, naye leo atakuja kuelezea mafanikio ya serikali ya awamu ya sita kupitia wizara ya ujenzi imefanya mambo mengi, lakini tumsikilize yeye, na amechagua eneo hili mahususi kabisa ambalo linaenda ni alama kwa nchi yetu. Mheshimiwa Waziri, mbele yako ni waandishi wa habari kutoka hapa Mwanza, wengine wametoka Dar es Salaam kwa ajili ya kukusikiliza, kujua miaka minne wizara yako imefanya nini katika kuwatendea haki wa Tanzania. Naomba nichukue fursa hii kukukaribisha na waandishi wa habari wapo tayari kwa ajili ya kusikiliza. Karibu sana mheshimiwa waziri wa Jamhuri <coughs> ya Muungano wa Tanzania kazin. <coughs> Asante sana hali yoyote. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwingi wa ukaribu kwa kutujalia mimi na ninyi kukutana hapa leo. anitumia fursa hii kwanza kuwashukuru na kuwakaribisheni hapa Kigombo kusisi katika daraja letu maarufu la JP Magufuli, na nawashukuruni sana kwa kuitika wito huu. Nafahamu kwamba mmealikwa na mba, waandishi wa habari mmejitokeza kuja kusikia mafanikio ya wizara ya ujenzi anya kazi iliyokasimiwa, mafanikio ya serikali kwenye eneo hili la ujenzi, serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mheshimiwa rais Dr Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nitoe pia shukrani zangu kwa ninyi wanahabari wote hapa na wale ambao hawapo hapa. Mara zote mmekuwa mkitupa ushirikiano mkubwa mnapofanya kazi zetu na mnazitangaza vyema. Asanteni sana ndugu wana habari, serikali ya awamu ya sita imepata mafanikio makubwa aa sekta ya ujenzi ya kuhakikisha miundombinu inaboreshwa, miundombinu ya barabara, madaraja viwanja vya ndege vivuko, pamoja na majengo ya serikali yaliyo chini ya wakala wetu wa majengo ya serikali, kwa maana ya TVA. Mafanikio haya yamekuwa na mchango mkubwa wa kuchochea ukuaji wa uchumi, kurahisisha utoaji wa huduma katika jamii na kuimarisha ustawi wa wananchi wetu kwa ujumla. Sasa miongoni mwa mafanikio hayo kama ifuatavyo katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hasan, mtandao wa barabara unaosimamiwa na Wizara ya Ujenzi kupitia wakala wa barabara, yaani TANROADS, umeongezeka kutoka kilomita 36361 hadi 37435 na sababu ya kuongezeka kwa mtandao huo ni kupandishwa kwa hadhi ya barabara za wilaya na kuwa ni barabara za mkoa na kuwa barabara za kitaifa. Na katika kipindi hiki jumla ya kilomita 15511 zipo katika hatua mbalimbali za matengenezo na tunayo barabara ambazo zimekamilika ndani ya hii miaka minne na ukamilifu wenyewe ni wa kiwango cha lami kilomita elfu moja mia tatu na sitini na sita zimekamilika. Hapa tutatoa mfano wa barabara chache tulizozikamilisha, mfano barabara ya kutoka Kasulu mpaka Kibondo mkwani Kigoma, hizi ni kilomita mia moja na themanini na nne zimekamilika kabisa lakini tunayo vile vile barabara ya kutoka Mbinga mpaka Mbamba Bay, Mbinga mpaka Mbamba Bay ni kilomita 66, hizi nazo pia vile vile zimekamilika, na kwa wenyeji wa kule wanafahamu hii barabara namna ambavyo ina milima na ina kona nyingi sana. Lakini vile tunayo barabara vile vile, ya Mpemba Isongole kilomita 50, hizi zimekamilika pia vile vile. tunayo barabara vile, ya Lusitu Maweki kilomita hamsini na yenyewe imekamilika katika viwango vya lami. Tunayo barabara ya kutoka Njombe kwenda Moronga uh, kilomita hamsini na tatu hizi na pointi tisa hizi zimekamilika na section ya pili kutoka Moronga kwenda Makete kilomita hamsini na tatu pia zimekamilika. Na tunayarudewa mpaka Kilosa kilomita ishirini na nne hii pia vilevile imekwisha ime kukamilika tunayo barabara pia ya Makutano mpaka Nata eh, Sanzate pale mkoani um, Mara, kilomita hamsini. Hii imekamilika, lakini vivyo hivyo, tunayo barabara ya Loliondo Mtoa Mbu sehemu ya Waso mpaka Sale ile ni kilomita hamsini na yenyewe pia vile vile imekamilika. Tunayo madaraja ambayo yamekamilishwa katika kipindi hiki cha awamu ya nne cha awamu ya sita ya, ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan. Katika madaraja yaliyokamilika nataja hapa angalau manne katika manane. Tunayo daraja maarufu la Tanzanite lililoko pale Dar es Salaam. Ili daraja la Tanzanite lina jumla ya kilomita moja juu ya bahari uh, na tunao vivyo daraja la Wami mkoani Pwani, ni daraja la mita mia tano na kumi ni nusu ya kilomita. Uh, hili nalo limekamilika. Lakini tunalo daraja la Kitengule mkoani Kagera, hili ni daraja la mita mia moja na arobaini na lenyewe tumelikamilisha. Tunalo daraja Uh, la msingi pale Kisingida uh, ili ni daraja la mita mia, ni miongoni mwa daraja ambayo yamekamilishwa. Nimesema nitataja haya manne kwa uchache kati ya yale manane, ni miongoni mwa madaraja ambayo yamekamilishwa ya kipindi hiki cha awamu ya sita ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Miradi ya barabara na madaraja yanayoendelea kuna urefu wa barabara za kilomita 2380 ambazo tunaendelea nazo nchini kote pamoja na ujenzi wa madaraja kumi na mbili tunaendelea kuyajenga ya kwenye hatua mbali mbali. Tunalo daraja la Mbangala, ili ni daraja la mita 120, lakini pale Dar es Salaam loa mpiji mpiji ya chini tunayo takriban Eh, tunatengeneza na lenyewe pia vile vile, tunalo daraja la Simiu hapa mkoani Simiu, jumla ya mita 150. Na hili tunalo pia vilevile daraja la Sukuma tunatengeneza, ili daraja hapa lipo kwenye hatua ya maendeleo ya ujenzi. Na vile vile tunalo daraja la Pangani kule Tanga, ili ni daraja lenye mita takriban 525 hii ni katika madaraja yanayoendelea kujengwa, na nisisahau pia vile vile tunalo daraja la Jangwani pale Dar es Salaam. Ni daraja kubwa na lenyewe pia vile vile tunaendelea, tuko katika hatua za mwanzo za ujenzi. Mkandarasi hivi tunaozungumza yuko site na mara baada mbua ya kuwa zimeisha mvua, anaanza harakati, ameshafanya mobilization na tayari anaanza kazi ya ujenzi wa lile daraja, itakuwa ni daraja kubwa na litatusaidia sana katika kuondoa mafuriko yanayotokea kila mwaka katika eneo lile la pale Jangwani, na hili ni katika miongoni mwa shukrani nyingi sana tunazompatia mheshimiwa rais Dr Samia Suluhu Hassan, na ndio maana sisi kwenye wizara ya ujenzi tunasema mama ni mjenzi. Uh, ujenzi wa daraja la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 kutoka usawa wa bahari kufika hapa tulipo tumesimama, jumla ya mita kumi na saba ni zaidi ya gorofa ya tano. Ingelikuwa kama ni gorofa, manake ni zaidi ya gorofa ya tano. E, mita kumi na saba kutoka pale kwenye maji kuja hivi juu, ukiachilia mbali zile nguzo kule chini zilivyoingia. Hili daraja litakuwa na uwezo wa kupitisha magari mpaka elfu ishirini kwa siku moja na hili daraja litasaidia watu ambao wa hasa hususani wa kanda hii ya ziwa waliokuwa wanatumia masaa mawili hadi matatu hapa, watapita kwa wastani wa masaa dakika tatu mpaka tano maximum, na daraja lina uwezo wa kwa wakati mmoja gari tatu uh, au nne au tano ambazo zina wastani wa mpaka tani 160 zinaweza kupita kwa pamoja, zenye uzito usiozidi tani 160 zina uwezo wa kupita kwa pamoja hapa katika daraja hili, tani 160. Ah, sisi kwenye usimamizi wa barabara, maximum gari tunaruhusu ambayo isiyokuwa na uzito uliozidi ni wastani wa tani hamsini na sita,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 Joseph Magufuli, Mwenyezi Mungu amlaze uh, mahala pema uh, peponi. Na unaweza ukaona kwamba uh, fedha ambazo zimeingia hapa ni fedha nyingi sana, mm. Na tena tume- imefanyika kazi hii kipindi kigumu, na watu tuko tunasema hizi fedha za ukamilifu wa ili daraja itakuwa kwaje? Sasa zilitakiwa zaidi ya bilioni mia tano wakati huo Mheshimiwa Rais Samia anaingia tayari, wastani wa, wa bilioni mia moja takriban na 30 hadi hamsini zilikuwa zimelipwa kama advance payment, malipo yale awali, lakini zikabaki sasa zaidi ya bilioni mia tano zinazohitajika zilipwe, na hapo corona ndio imeingia inachapa na uzungu kwa fedha na kulikuwa na crisis kubwa, lakini tunamshukuru sana Rais Samia alisimama kidete, akahakikisha kwamba jambo hili linakwenda na linakamilika. Na unajua ndio maana kwa kusema kweli tunamshukuru na ndio maana amepata tuzo kadha. Moja ya tuzo ameipata mwaka ule wa 2022 baada ya kusimama imara sana, watanzania wengi tunakumbuka ni ile tuzo iliyotolewa na benki ya Afrika ya AFDB, uh, inayokwenda kwa jina la maarufu la Abubakar Iae. Unafahamu kwamba ni kwa sababu wali appreciate na walikubali namna ambavyo ya mchango wake, hasa hususan kusimama imara kwenye nyakati ngumu, na hii ni experience nzuri ya nchi yetu. Wakati wote nchi yetu tunapokuwa tunapita katika changamoto kubwa na nzito, tumesimama imara na tunakuwa tunapita kwa mafanikio makubwa sana, na tuzo kama hii tena imetolewa mwaka huu kwa rais wa Angola, Mheshimiwa a, a, Lourenco, yeye amepata hii tuzo kwa sababu ya ujenzi wa ile tunaita Lobito corridor. Kwa hivyo unaweza ukaona hiyo imetambua kazi nzuri na kubwa inayofanywa na serikali yetu inayoongozwa na Daktari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 naweza na narudia tena kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan kwa kuwa yeye amekuwa ni kinara wa kuendeleza mipango ya taifa letu, maana hana tabia ya kuacha mambo ya, ya bakie yanaelewa. Niseme tu kwamba daraja hili litakuwa ni kiunganishi katika nchi za Afrika ya Mashariki. Kwa hivyo, ndio maana hata sisi katika mialiko, kwanza tumewaalika Watanzania wote, tumealika watu wengi sana lakini tumealika mpaka tumeomba wizara mambo ya nje itusaidie kualika hata majirani zetu. Kwa hivyo tunayo matarajio kwamba tutakuwa na mabalozi hapa, mathalani wa Burundi uh, Uganda uh, Rwanda na Congo na, na, na kwa sababu hawa wote ni wanufaika wa daraja hili hapa ambalo litakuwa ni kielelezo na ni daraja namba moja kwa Afrika ya Mashariki na kati. Na hili daraja tumetengeneza litakuwa na matoleo yake na kilomita moja pointi sita sita kutoka hapa darajani kwenda kuunganisha kuelekea upande wa Geita na kwenda kuunganisha kuelekea upande wa Usagara kule Mwanza. Naomba sana mtusaidie, waandishi wa habari, kutambua kuutambulisha na kuukaribisha umma wa Watanzania. Tunataka ufurike hapa siku ya tarehe kumi na tisa uh, mwezi huu, siku ya alhamis Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluh Hasan atakapokuja tushereheke naye anakuja kulifungua ili daraja ikiwa ni katika sehemu ya mafanikio ya Tanzania huru. Tumefanya wenyewe na tunaendelea kufanya wenyewe. Miongoni mwa faida ambazo tutakuwa tumezipata, tumezipatwa, ukiacha hii za kijamii, za kiuchumi, tuna nilizokwisha nilizo, nilizo kuzitaja ni pamoja na ile faida ya kwamba hapa, wakati kampuni la kigeni lilipokuwa linafanya hii kazi ni kampuni kutoka China linaloitwa CCECC, lakini ikumbukwe kwamba tulikuwa na wataalamu wazawa waliofanya ushiriki katika hatua kwanzia ya mwanzo ya design mpaka huku tunalikamilisha. Hili na tena bahati njema sana, wataalamu wazawa hawa wapo na tutawatambua kwa kazi hiyo kubwa na nzuri walioifanya, na tunaamini sasa kwa sababu ya ushiriki wao wa Tanzania hawa wazawa huko mbele ya safari tukiwa na project kubwa kama hizi, zitasimamiwa na sisi wenyewe wa Tanzania, kwa sababu tayari tunao uzoefu wa kutosha, elimu ya kutosha iliyotokana na ushiriki wetu wa moja kwa moja kwenye kazi ya namna hii.